Jina naitwa Adefla Kadomani, ni mwanasheria, nipo Taula, chama cha wanasheria wanawake Tanzania. Sisi tupo Ilala, Ilala Sharif Shamba, na tunahusiana na kutoa msaada wa kisheria kwa mama pamoja na watoto pia. Tofauti na hiyo, tunatoa elimu ya kisheria kwa watu wote. Watakapofika tutatoa elimu, tutawaelimisha, na pia tutawasaidia wapi ambapo wanaweza wakaenda kupata haki zao. Tofauti na hapo, pia tunafanya usuluhishi ofisini kwetu watu wakija na migogoro ambayo sio lazima kwenda mahakamani, tunaweza tukafanya usuluhishi hapo hapo ili watu wapate amani wanaporudi. E, sisi kwa sasa hivi tupo hapa maeneo ya Maturubai, viwanja vya Maturubai polisi, e, katika kampeni ya Mama Samia Legal Aid na tunawakaribisha wananchi waweze kufika hapa kwa ajili ya masuala yote ya kisheria. Watapata hapa bure kabisa, tutawasaidia katika migogoro yao katika masumbufu yote ambao wanayapitia kisheria wataweza kupata jawabu hapa, tunakaribisha sana. Pamoja na hiyo pia, sisi TAWLA tupo katika kampeni za kutokomeza magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, magonjwa yale ambayo tunasema tunayapata kwa mienendo yetu ya maisha, na watu wengi hawagundui kwamba vyakula vingi ambavyo tunavinunua katika maduka vina sukari e, vina sukari, vina mafuta mabaya, lakini pia tuna kampeni ya ku saidia serikali iweze kupitisha sheria ambazo zinaweza kupunguza transfat acids katika vitu hivi ambavyo tunavitumia. Kwa nini tunafanya hivi? Imegundulika kwamba Watanzania wengi tunapata magonjwa haya ambayo si ya kuambukiza. Magonjwa, wanakuta vijana wengi wanapata magonjwa kama kansa, magonjwa kama kisukari ambayo tunaita ni lifestyle diseases. Sasa sisi tupo katika kampeni ya kuweza kuwasaidia watu kuelimisha juu ya madhara haya ya vyakula hivi na pia tunasema kwamba tuache zile tabia tabia bwete ambazo zinaweza kupelekea kupata magonjwa haya. Itasaidia ita kuongeza nguvu kazi katika jamii yetu.